Miradi ya BRT ilikuja mahususi kwa ajili ya kupunguza msongamano na kuharakisha usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Lakini kwa sasa hali imekuwa tofauti kutokana na uwepo wa foleni kubwa ambayo inachangiwa na kusuasua kwa utekelezaji wa miradi hiyo. Na hapa nipo katika barabara ya Mwenge Tegeta, ni moja ya barabara ambayo imekutwa na adha hiyo. Changamoto ya foleni ilizoeleka majira ya asubuhi na jioni, wakati watu wakielekea kwenye shughuli zao katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam na wakati wa kurejea nyumbani, lakini kwa sasa imekuwa muda wote, jambo ambalo limekuwa adha kwa watumiaji wa barabara, kwa sababu ukiangalia kipindi cha mvua tunapata usumbufu sana wa, wa usafiri. Kwa hiyo ninaomba tu serikali kwamba iweke umuhimu na izingatie kuharakisha kwa habari ya ujenzi, kulingana na jambo barabara, jinsi inavyotengenezwa, unakuta barabara nyembamba, magari yanakuwa mengi, kama muda kama hivi jioni, sasa hivi tunaona magari yanakuwa mengi, afu barabara ndogo, barabara inakuwa finyu abiria umpitishi kwa wakati, unakuta ukienda unakuta poleni, magari yamekuwa mengi, na ukienda mbele tena unakuta gari tena lile greda, lina li, li, limefunga njia. Na hapa waziri anaeleza hatua iliyofikiwa baina yao baada ya wakandarasi hao kuweka makubaliano ya pamoja kwa njia ya maandishi. Lengo ni kuhakikisha ujenzi unakamilika kwa wakati wow. wao wanayo, wanazo hoja zao ingawa hizo hoja ni uh, ni kidogo sana ukilinganisha na upotevu wa muda walioufanya kwetu. Wamenihakikishia kwa mfano, wanaofanya kazi ya Mwenge Tegeta wataongeza U-turn, wataongeza bypass mbalimbali, ili kuondosha misongamano isiyo lazima na usumbufu mkubwa sana wananchi wanaoupata. Sasa wameeleza kwamba hayo watayafanya ndani ya muda wa wiki hizi mbili. Kimsingi ukomo wa mradi ni tarehe 30 April. Wote wameomba extension ya muda wa miezi kumi na mbili. Katika hatua wa nyingine, Waziri Ulega atakutana na timu ya wataalam na kuja na majibu ambayo yataweka wazi kama watavunja mkataba na wakandarasi hao au wataongezewa muda. Rebeka Mbembela, Azam News, Dar es Salaam. <mulia>